Naam, hii ni Togolay24 TV, call me Togolay Alfred Malube, na hivi leo Togolay24 TV tumepata baraka ama neema ya kushiriki mkesha mkubwa kabisa Ladies on Fire, ambao umeandaliwa na wadada kwa Yesu. Ni mkesha ambao umefanya vizuri sana. Kwa wewe ambaye ulikuwa unatufuatilia live, umepata baraka nyingi sana kutokea hapa Ubungo mawasiliano. Yes, nipo na viongozi hapa tunataka tukafahamu kwa nini Ladies on Fire Night? Amina, amina, amina bonesesiwe. Uh, tunaposema Ladies on Fire Night tunamaanisha kwamba ni mabinti waonyeshe ule moto ambao utawaka ndani yao wa kumtumikia Mungu. Ndio maana tukaita Ladies on Fire Night. Yes, ama binti waonyeshe moto wa kumtumikia Mungu ndani yao. Nataka nikafahamu changamoto, najua um, wapo mabinti wengi sana katika nchi hii ya Tanzania. Ni changamoto gani mlioipata juu ya uandaji wa mkesha huu? Natamani asikike mwingine hapa. Ah, changamoto tuliyokumbana nayo, ah, ni uhaba wa fedha, kwa sababu tulitamani kidogo tukio letu liwe kwa ukubwa fulani kwa hiyo kulingana na namna, sisi wengi wetu ni wanafunzi, uh, kwa hiyo mara nyingi eneo la fedha kidogo linakuwa changamoto, lakini kwa mambo mengine yote tunaona yamekaa kama yalivyokuwa yamepangwa. tunamshukuru Mungu sana. Natamani kufahamu maono yalianzaje, juu ya kuweza kuwa na uongozi kama huu na ku, kukusanya umati huu ambao umeshiriki hii leo. Uh, ni nani alipata maono haya? Namshukuru Mungu. Kuna moja ya muubila robi leo Brother Koba ndo alikuwa anamuona kuanzisha kundi hili then aka baada ya yeye kuwa na majukumu mengine akatuasain kwayo. Ili gu, grupu au kundi lolote liende vizuri, ni lazima kuwe na uongozi, ndio ndipo apapo tukapatikana sisi sote. Yuko binti ambaye alikuwa anatazama mkesha na yuko binti ambaye anatazama interview hii, anatamani kushiriki katika umoja huu, afanye nini? Uh, kama anahitaji kushiriki as, asikisiti, atatafuta kwa namba zetu za WhatsApp then tutamwadi kwenye grupu namba yangu 0748196552. Dunia ni kama kijiji, mko na mitandao gani na mitandao gani ambayo mtu afahamu ili aweze kuwapata? Tunapatikana Instagram kwa jina la Dadas to Jesus, pia na Facebook pamoja na hiyo WhatsApp yako mengi ambayo yanatarajiwa kwa uongozi, um, tangia ilipoanzishwa, ni yapi ambayo yamekwisha kukamilika hasa yale malengo ambayo mmeweza kuyalenga, kwamba target yetu kwa mabinti ni hii? Tuko tumelenga kuwafikia mabinti wengi, ndio maana tuko na grupu la, la WhatsApp. Hilo grupu linafikia mabinti wengi ambao haijalishi ni wa, wa Dar es Salaam tu na mikoa mingine na tumefanikiwa kwa kiasi chake. Tunakuwa na masomo ya masomo mbalimbali mbali, kuhusu vitu mbalimbali WhatsApp. Lakini pia tumefanikiwa kuwa na mikesha kama hii. Mwaka jana tulikuwa tuna mikesha na Mungu alitufanikisha, lakini Mungu ametufanikisha tena na mwaka huu, tumekuwa na mikesha mkubwa sana. Kwa hiyo tunaona bado tunaendelea, maono yetu yanaendelea kutimia, lakini tunaendelea, tunaendelea kutamani kufanya zaidi na zaidi, Mungu akituwezesha. Nini ushauri wako kwa mabinti ambao wanaona wokovu ni ushamba? Ushauri oh, wangu ni kwamba na washauri tushirikiane kwa pamoja, ili tumtukie Mungu kwa zaidi na zaidi. Yamezungumzwa mengi sana juu ya uongozi huu wa mabinti kwa Yesu, right? Yes. Kwa wewe ambaye amba unatamani kujiunga na kikundi hiki, dada hapa amezungumza namba, unaweza ukamtafuta na kuweza kushiriki katika yote ambayo yanayofuata zaidi. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment Togolay24 TV ili we wa kwanza kupata taarifa zetu. Asante.